Wakati haya yakijiri chama cha ODM tawi la Machakos kikiongozwa na mwenyekiti wake Peter Mutulu kimemtaja gavana Mutahi kama kiongozi asiyejali hisia za Wakenya kufuatia matamshi yake ya jana kuhusu, kuhusu aliyekuwa kinara wa chama hicho Raila Odinga. Wakizungumza wakiwa mjini Machakos, viongozi hao wameukataa msamaha wa Kahiga wakimtaka kuzunguka kaunti zote 47 akiwaomba wafuasi wa Odinga msamaha. Vice, Vice Chairman wa Council of Governors kuropoka maneno kama hayo. Sasa aliambia Wakikuyu na mna gani. Viongozi wengine ndio mnakosa ukabila katika Kenya yetu. Uliposema ati Raila amepeleka vitu vingi Kisumu. Na Raila ndio alikuwa anazuia maendeleo isiende Nyeri. That is very bad. Hiyo ni ukabila of the first order. Kwa hivyo sasa ingawa ame, ameomba msamaha lakini hiyo hiyo maneno tunataka aongee kwa mikutano ingine, tunataka aongee kwa mikutano afanye apology ya kusema ya kwamba alileta ukabila ya wazi, hata kabla hatujamaliza maombolezi ya our former party leader ameanza kutupa mawe, na huyu ni gavana wa huko Nyeri. Nataka kusema ya kwamba sisi ni tunasema kama vile ODM headquarters inasema, imesema imekasirika, na hata sisi tumekasirika. Ingawa tunasikia ameomba pole, yes, ameomba pole, lakini na ODM headquarters itafikiria, itafikiria hiyo hiyo pole yake ni ya ukweli ama ni ya